Dalili kumi na saba zinazoonyesha kuwa ndoto yako iko karibu kutimia. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakijiuliza ni ishara zipi au ni dalili zipi zinazoonyesha kuwa ndoto zao ziko karibu kutimia na wengi wameishia pasina majibu yote. Leo nimekuandalia somo hili zuri, dalili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 Kwa hiyo hii ni ishara moja hapo ambayo inaonyesha kuwa ndoto yako iko karibu kutimia. Unakutana na upinzani usio wa kawaida. Upinzani huo unaweza kuwa ni katika biashara, unaweza kuwa katika kazi, katika ndoa, katika eneo la uchumi, unakutana na upinzani usio wa kawaida. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo nitakulitambua Shetani hapigani na kitu kisichokuwa na thamani. Siku zote shetani hapigani na kitu kisichokuwa na thamani. Kwa hiyo shetani anakuwa anapigana, yani anapoona unakaribia kupata ndoto yako, inakaribia kutimia, anaongeza upinzani usio wa kawaida, yani unaanza kukutana na upinzani usioelezeka, upinzani kutoka kwa ndugu, upinzani kutoka kwa marafiki, upinzani kutoka kwa watu ambao, watu ambao, unakutana na upinzani usio wa kawaida.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 Unavyoona vita vinazidi, vita vinaongezeka, basi unatakiwa utambue kuna kitu kinakaribia kuzaliwa. Lakini dalili ya pili ambayo ukiona, basi tambua ndoto yako iko karibu kutimia, kuona ndani mwako unao mzigo mzito, unakuwa ndani yako, unaona kuna mzigo mzito unajisikia sana kuomba, unakuwa ndani yako kuna shauku kubwa sana, kuna mzigo mzito ndani yako, yamkini za kwa umetulia sehemu unasikia kuna mzigo mzito sana wa kuomba, kuna mzigo mzito ya ndani yako, na kuna jambo zito, kuna jambo la tokota zito, kuna kitu kizito ndani yako. Ukiona ishara hii, basi tambua kuna ndoto yako iko karibu kutimia. Ukisoma kitabu cha Warumi sura ya nane na mstari wa 26 imeandikwa Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kuugua kusikoweza kutamka. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuwa anatusaidia kuomba. Ndani yako unakuwa unasikia kuna mzigo mzito, atafakari, kuna mzigo mzito kuomba, kuna mzigo mzito. Ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha kuwa ndoto yako iko karibu kutimia. Kwa hiyo unatakiwa uingie kwenye maombi, omba eh, bila kuchoka. Kwa hiyo Roho Mtakatifu uandaa nafsi yako ya nafsi yako nyingi kabla ya kuinuliwa, Mungu hukutoa kwenye makundi ya kawaida. Kwa hiyo, jambo la msingi ambalo unataka ulitambua kutengwa, sio kukataliwa, ni kuandaliwa. Siku zote kutengwa sio kukataliwa bali ni kuandaliwa. Kwa hiyo, uh, hii ni dalili ya tatu ambayo inaonyesha kuwa ndoto yako iko karibu kutimia. Kutengwa na watu, uh, kutengwa na watu au mambo uliyozoea. Ukisoma kitabu cha mambo ya Walawi sura ishirini mstari wa sita imeandikwa nukuu, nani mtakuwa watakatifu kwangu mimi, kwa kuwa mimi Bwana ni mtakatifu, nami nimewatenga ninyi na mataifa ili kwamba muwe wangu, nami nimewatenga ninyi na mataifa. Kwa hiyo ishara au dalili ya tatu ambayo inaonyesha ndoto yako iko karibu kutimia uh, ni kutengwa na watu. Utaanza kuona watu wa karibu wanaanza kutenga, watu ambao ulikuwa unawategemea, watu wanaanza kukutenga. Ni ishara moja hapo ambayo inaonyesha kuwa ndoto yako iko karibu kutimia. Kwa hiyo mara nyingi kabla ya kuinuliwa, Mungu hukutoa kwenye makundi ya kawaida. Mungu anaanza ku-isolate. Mungu anaanza kukutenga na baadhi ya watu. Mungu anaanza kukutenga na baadhi ya watu, lakini pia ukisoma kwenye Biblia utaona Uh, Ibrahim, Mungu alimwambia Ibrahim atoe katika nchi yake y ya alitoka na Lutu. Baadaye ule uwepo wa Lutu ulimzuia Ibrahim kusikia sauti ya Mungu, ilimzuia Ibrahim fanikiwa sana, ilimzuia Ibrahim kusikia sauti ya Mungu. Lakini Biblia inasema Ibrahim alipotengana na Lutu akaisikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo, uh, vitu ambavyo vinaonyesha, uh, ishara dalili ambayo inaonyesha kuwa ndoto yako iko karibu kutimia ni kwanza kutengwa na watu au mambo uliyoyazoea. Kwa hiyo kutengwa si kukataliwa bali ni kuandaliwa lakini dalili nne, moyo wako haufurahishwi tena na vitu vya zamani. Yaani, ukiona vitu vilivyokuwa vinakupa raha havina ladha tena, bali ndani yako kunakuwa na shauku kubwa ya kumtumikia Mungu. Yaani unaviona vile vitu vya zamani ambavyo anasa ambapo ulikuwa unaona zinakupa raha, lakini sasa hivi unakuwa haufurahishi navyo tena na vitu vya zamani ni ishara moja hapo ambayo inaonyesha kuwa ndoto yako iko karibu kutimia. Ukisoma e kitabu cha waraka wa pili wa Korinto sura ya tano na mstari wa 17 imeandikwa, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama, yamekuwa ya mapya. Kwa hiyo ndani yako unakuwa unaona uh, ndani yako moyo wako haufurahishwi tena na vitu vya zamani. Moyo wako haufurahishwi tena na vitu vya zamani. Ndoto inapokaribia roho yako ubadilika kwanza, kabla ya maisha yako roho yako inabalika kwanza. Hizo kampuni unaanza upende hata kuwa nazo karibu. Zile kampuni ambazo zinakutenga na uwepo wa Mungu, zilikuwa zinafanya mambo ya sofa, unakuwa haufurahishi nazo tena. Ni ishara ambayo inaonyesha kuwa ndoto yako iko karibu kutimia. Lakini dalili ya tano, unajaribiwa mpaka unahisi kukata, kukata, kukata tamaa dakika za mwisho. Hii ni dalili hatari lakini ya kweli. Majaribu makubwa hutokea karibu sana na ushindi. Kwa hiyo unakuwa ni mtu ambaye unajaribiwa mpaka unahisi kukata tamaa dakika za mwisho. Dakika za mwisho, unavyokaribia kupata kitu unashangaa, unakutana na majaribu mazito mpaka unahisi kukata tamaa, wakati ndio upo mwishoni. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo utakuwa utatambua, usikate tamaa, sasa upo karibu kuliko unavyodhani. Usitake kukata tamaa lakini dalili ya sita, unapata maono, ndoto, au uthibitisho unaojirudia. Unakuwa ni mtu ambaye unapata maono, unapata ndoto au unapata uthibitisho unaojirudia kutoka kwa watu mbalimbali. Ujumbe huanza kujirudia kupitia ndoto, watu tofauti, au neno la Mungu. Unakuwa ni mtu ambaye unapata ujumbe, unapata ujumbe amkindo tu, kuna kitu nakipokea, kuna kitu cha thamani nakipokea. Ile ndoto inakuwa inajirudia rudia, yaani unakuwa unaota ndoto ile ile, ile ndoto inakuwa inajirudia rudia au unakuwa unapata uthibitisho kupitia watumishi wa Mungu au kuuthibitisho kupitia watu mbalimbali. Kwa hiyo ujumbe uanza kujirudia kupitia ndoto watu tofauti tofauti, au neno la Mungu. Eh, unaweza kufungua Biblia na kukutana andiko lile lile. Ukienda na kukutana andiko lile lile au ukienda kwenye kanisa fulani na kukutana andiko lile lile, neno lile lile. Kwa hiyo unakuwa Roho Mtakatifu anakuwa anakudhibitishia kile alichokuwa alichokuambia. Kwa hiyo ni ishara moja hapo ambayo inaonyesha kwa ndoto yako iko karibu kutimia. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Waraka wa pili wa Korinto sura ya kumi na tatu na msari wa kwanza, imeandikwa hii ndio mara ya tatu ya mimi kuja kwenu, kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno litathibitishwa. Kwa hiyo ukijiona unapokea uthibitisho unaona unakuwa ni mtu ambaye unaota ndoto ambazo zinajirudia rudia. Eh labda unaota unapokea kitu fulani kikubwa, unaota unakabidhiwa fedha, afu ndoto zile zinakuwa zinajirudia rudia, au unaota, una, unaota huko karibu na watu wa mashuhuri, maana yake ndoto yako karibu kutimia. Mungu anakupeleka sehemu kubwa sana, kuna jambo kubwa sana utalipokea, kuna kibali kikubwa sana utakipokea. Lakini uh, uh, tam, tambua, Mungu hatoi ahadi bila uthibitisho. Hili jambo la msingi, tambua, Mungu hatoi ahadi bila uthibitisho, lazima ukubitishie kwanza lakini dalili ya saba inaonyesha kuwa ndoto yako iko karibu kutimia. Unasukumwa kuchukua hatua za imani zisizoeleweka. Kwa hiyo unakuwa ni mtu ambaye unasukumwa kuchukua hatua za imani zisizoeleweka, unaanza kuhisi kufanya maamuzi ambayo hayana mantiki kwa akili, lakini yana amani roho. Ndio maana ukisoma kitabu cha Waraka wa pili wa Korinto sura ya tano na mstari wa saba imeandikwa maana tuenenda kwa imani, si kwa kuona. Kwa hiyo unasukumwa kuchukua hatua za imani zisizoeleweka. Unaweza kuwa ni mtu ambaye yani ndani yako unasikia kufanya kitendo cha imani. Kwa hiyo ndoto inapokaribia, imani yako huanza kufanya, ya kufanya kazi kabla ya macho yako kuona. Lakini dalili ya nane inaonyesha kuwa ndoto yako iko karibu kutimia. Una amani ya ajabu katikati ya vurugu. Hata kama mambo hayajatulia haya, ndani yako unakuwa na amani isiyo kawaida. Yani, unakuwa na amani isiyo ya kawaida ndani yako. Yamkini usipo kwenye changamoto kali, lakini ndani yako unakuwa unahisi kuna amani ya ajabu kabisa. Hii ni ishara moja hapo ambayo inaonyesha kwa ndoto yako ipo karibu kutimia. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 4 na mstari wa 7 imeandikwa nukuu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Neno la Mungu nasema na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Ukiona upo kwenye changamoto kubwa lakini ndani yako una amani ya kutosha mpaka mwenyewe unajiuliza hii amani ama, na amani hiyo inakuwa inasababishwa na kitu. Yaani unashangaa ndani yako kuna kuwa na amani kubwa. Ni ishara kuwa ndoto yako iko karibu kutimia. Ndio maana kwa hiyo amani ni muhuri wa Mungu unaosema usiogope, niko kazini. Yaani ile amani naipitia, amani naihisi ndani yako unakuwa unahisi amani ya kutosha Amani ni muhuri wa Mungu unaosema usiogope nipo kazini, Mungu anafanya kazi. Lakini dalili namba tisa ambayo inaonyesha kuna, uh, ndoto yako iko karibu kutimia, Mungu anaanza kukukumbusha ahadi za zamani, ahadi ulizozisahau zinaanza kurudi akilini mwako. Kwa hiyo Mungu anakuwa anakukumbusha ahadi za zamani. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Hesabu 23 mstari wa 19 utaona la Mungu laongea pale. Mungu anasema Mungu si mwanadamu hata aseme Mungu alisema wala hata. tenda. Kwa hiyo Mungu si mwanadamu hata aseme uongo, Mungu asemi uongo, anaanza kukumbusha zile ahadi zake. Mungu hakuisahau ndoto yako bali ana, ana anatekeleza kwa wakati wake, kwa Mungu anakuwa anakukumbusha eh kana kwamba nitafanya. Lakini pia dalili ya kumi, unajisikia kama uko mwisho wa uwezo wako. Unakuwa ni mtu ambaye unajisikia kama uko mwisho wa uwezo wako, unajiona kabisa ni umefikia mwisho wa uwezo wako. Hii ni dalili ya mwisho na yenye nguvu sana eh. Kwa hiyo pale unapojiona wewe umechoka ndio mwanzo wa Mungu. Ndio maana ukisoma kitabu cha uh, Wakorinto wa pili sura ya 12 na mstari wa 9 imeandikwa, naye akaniambia, neema na yangu yatosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifu, basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi ili uweza wa Kristo ukae juu yangu neo la Mungu nasema naye akaniambia neema yangu ya kutosha maana uweza wangu kutimilika katika udhaifu. Yaani, wakati ambapo unaona kabisa umefikia akili zako ndio mwisho umefikia, unajiona kabisa umefikia mwisho, sasa ndio mwanzo wa Mungu. Mwisho wa akili za binadamu ndio mwanzo wa Mungu. Pale unapofikia mwisho wako ndipo Mungu huanza kazi yake kikamilifu. Lakini pia ishara ya kumi na moja unaota ndoto au kuona picha za ushindi, lakini bado hauoni kimwili. Hii ni hatua ya ufunuo kabla ya udhihirisho. Kwa hiyo Mungu huonyesha rohoni kwanza ili imani yako ijengwe kabla ya ushindi kuonekana wazi. Unakuwa ni mtu ambaye unaota ndoto au kuona picha za ushindi lakini bado hauoni kimwili. Unakuwa tu ndoto ni ukilala, unakuwa unaota tu ndoto za ushindi, lakini ukiamka unashangaa shida unaiona iko pale pale. Hii ni ishara ya ufunuo. Mungu anaanza kuonyesha kwanza rohoni tayari, kitu kimesha, umeshashinda kabla hajakidhirisha katika ulimwengu wa kimwili. Lakini dalili ya kumi na mbili, unaanza kuchukiwa au kuonewa wivu bila sababu. Jambo la msingi si la, uh, jambo la msingi la kulitambua ndoto inapokaribia, kile kilicho juu yako huanza kuonekana kwa wengine. Yani ndoto inapokaribia, kile kilicho juu yako kinaanza kuonekana kwa watu wengine. Huwa unashangaa ghafla watu wanaanza kuchukia, watu wanaanza kuonea wivu bila kosa, watu wanaanza kutengenezea sikendo za ajabu ajabu. Kiona hivi basi, takua itambue. Ndoto yako iko karibu kutimia. Ndo maana ukisoma kitabu cha Danieli sura sita na mstari wa nne imeandikwa basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Kwa hiyo unashangaa tu watu wanaanza. Danieli, watu wakaanza kumuonea wivu, watu wakaanza kumuonea, wakaanza kumchukia tu ghafla, viongozi wenzake Eko, ile ndoto yako inapokaribia kutimia, watu wa karibu yako wanaanza kuchukia we, we, wa watu ni uthibitisho wa baraka inayokuja si laana, inaashiria kuna kitu kikubwa kinakuja ndani yako, kuna kitu kikubwa, kuna kitu kikubwa kinakuja. Lakini dalili kumi na tatu, unasukumwa kusamehe, wacha au kujinyenyekeza. Hii ni ishara ya mtendo wa mwisho wa tabia. Kwa hiyo unakuwa unasukumwa ndani yako kusamee, unakuwa unajisikia labda umetokea mtu amekukosea lakini ndani yako unajisikia kuachilia kusamehe, eh, unajisikia kunyenyekeza kwa biashara moja hapo, ambayo inaonyesha kuwa ndoto yako ipo karibu kutimia. Ndio maana na Mungu anasema, tafuteni. ukisoma kitabu cha Waebrania sura ya 12 na mstari wa 14 imeandikwa tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Kwa ndani yako unakuwa unasikia unasukumwa kusamehe kuachilia au kunyenyekeza, unakuwa ni mtu unasikia kusamehe ndani yako. Mungu hatoi mafanikio kwa roho iliyojaa mzigo ya zamani, ya hatoi yaani mafanikio mafanikio, a mafanikio, mafanikio kwa ya kuachilia, unajisikia tu kusamehe, unajisikia kuwa. Lakini dalili ya 14, unapoteza msaada wa kibinadamu ghafla. Watu uliotegemea wananyamaza, wanajiondoa au wanakusaliti Eh, yaani Mungu, unapoteza msaada wa kibinadamu ghafla. Wale watu ambao ulikuwa unawategemea, aha, watanisaidia wale watu ambao ulikuwa unawategemea, watakushika mkono, unashangaa watu wana hawakushiki mkono. Kwa hiyo unajikuta unapoteza msaada ghafla ya kibinadamu. Ukisoma kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 5, imeandikwa Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemee mwanadamu, amfanyie mwanadamu kwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Mungu anaondoa watu ili utambue kuwa ndoto hiyo haitokani na mtu, bali ni yeye. Kwa Mungu anakuwa anaondoa watu, ili utambue ndoto hiyo haitokani na mtu, bali ni yeye. Lakini pia dalili ya kumi na tano, unakuwa na kiu kali ya neno na maombi kuliko kawaida. Yaani ndani yako unakuwa unasikia una shauku kubwa ya maombi. Ndani yako unakuwa unasikia kuna shauku kubwa ya maombi. Ndani yako unasikia kuna, yaani unakuwa unasikia shauku ya kufanya maombi, shauku ya kuwa karibu na Mungu. Lakini pia dalili ya kumi na sita yani, ndoto yake inaanza kukuogopesha kidogo. Ukisoma eh, kitabu cha Timotheo wa pili eh, waraka wa pili wa Timotheo sura ya kwanza na mstari wa saba eh, shetani kuletea woga ili uanze kuona haiwezekani. Kwa hiyo ndoto yako inaanza kukuogopesha kidogo. Yaani ile ndoto yako inaanza kuogopesha. Kwa hiyo ukiona ishara hii ni dalili moja hapo ambayo inaonyesha ndoto yako iko karibu kutimia. Lakini dalili ya kumi na saba, unajisikia kama kuna jambo linataka kuzaliwa. Unakuwa ndani yako unajisikia kama kuna jambo linataka kuzaliwa. Hii ni dalili ya mwisho kabisa. Ndani yako unakuwa kuna kitu nataka kuzaliwa. Yani kuna kitu unapokea ndani yako wewe mwenyewe unajisikia kama kuna jambo linataka kuzaliwa. Hii ni dalili ya mwisho kabisa. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha, cha ufunuo wa Yohana, sura ya kumi na mbili na msari wa pili pale utaona imeandikwa naye alikuwa ana mimba akilia hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Uchungu huu sio sio akifo wa kuzaliwa kwa ushindi. Ndani yako unakuwa unasikia kuna kuna jambo la linataka kuzaliwa. Ndani yako unaona kuna jambo kabisa lataka kutokea. Kuna jambo nataka kuzaliwa. Hii ni ishara mojawapo ambayo inamaanisha kuwa kuna jambo, ndoto yako iko karibu kutimia. Ni matumaini kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza basi, naomba comment chini, nimejifunza zaidi. Mungu akubariki wewe utakayetumia muda wako kushare link ya video hii Mungu akajibu hitaji la moyo wako na kupenda ni kutakia wakati mwema.